ye siasa katika nchi yetu. Sasa tuchukue tulichopewa, sasa tujibu kwa mujibu wa swali tuliloulizwa, na sasa ni wakati wa kwenda na hali yenyewe ya bahari ilivyo kama iko rafu, hatukuitaka tulipambania, mambo yaende kwa salama, twende kwenye maridhiano, lakini tulichopewa ni maridhiano. Maana nadhani makamu mwenyekiti kafafanua vya kutosha, ndio ile tunasema economy of effort yeah. Eh, nisichukue muda, lakini niseme cha mwanzo cha msingi, chama chetu kimeamua kwamba sasa tutoke katika siasa ambazo za maridhiano, hatukupewa ulivyoambania hazikusimama. Sasa tuende kwenye siasa zinazohitaji zinazohitajika kwa wakati huu, ambazo ni siasa za mapambano, ni siasa za ni na tunaposema mapambano, sio kupigana na mtu, ni kupigania jambo tunaloliamini kwamba lazima tupate, na la kwanza ni kupigania demokrasia katika nchi yetu. Makamu mwenyekiti amesema, amesema hapa kwamba tumepigania tumepambania lakini siko tuliko pele. Kwa hivyo, sasa tulichosema ni kwamba sasa tupambanie demokrasia katika nchi yetu, kwamba nchi hii sasa, kama hatukupambania demokrasia, maana yake sote ni kama vile tumetekwa nyara, kwa sababu ufalme wa mwananchi, aitwe mwananchi ufalme wake ni uamuzi wake juu ya nchi yake.